Leo hii sote tumekusanyika hapa kwa ajili ya kumwaga mzee wetu. Lakini funzo kubwa ambalo tunalipata na ambalo tunapaswa kulienzi daima katika maisha yetu ni kwamba hapa duniani ukifanya kazi ya watu watu watakusindikiza kwa heshima, na ni funzo kubwa kwetu sote. Wanasiasa tumepata historia, na kwa kweli tumepewa changamoto ya namna gani tunatunza kumbukumbu kumbu hizi ili watoto wetu, wajukuu zetu, vitukuu zetu, watakapokuja wajue hapa Tanzania aliwahi kutokea jabari wa demokrasia ya vyama vingi, Mzee Philemon Ndesamburo Kiwelu.